Habari, naitwa Simon Sogodi, ni mratibu wa Nafasi Academy kutoka Nafasi Art Space. Kama mratibu wa Nafasi Academy, majukumu yangu ni kusimamia kituo cha sanaa ambacho kinatoa zaidi masuala ya mafunzo kwa wasanii, watafsiri wa sanaa pamoja na watu ambao wanajifunza kusimamia sanaa au kwa lugha nyepesi wengine wanaita ma manager wa sanaa na inahusika zaidi katika upande wa kusimamia kuhakikisha kwamba masomo yanafanyika kila siku, kuhakikisha kwamba ninaalika watu ambao wanatakiwa kufundisha kama inahitajika, lakini pia kuhakikisha mahitaji yote ya uh, elimu hasa katika mtaala tulionao unaweza kufundishwa vizuri. Kazi yangu inachukua uh, kila siku masaa nane. Uh, ninafika kazini saa tatu na saa kumi na moja ni mda ambao ninamaliza majukumu yangu. Nafasi ni kituo cha sanaa, kwa hiyo uh, hata ratiba inabadilika sana, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa kuna matukio uh, kunakuwa wakati mwingine kuna maonesho ambayo yanakulazimu uweze kuwepo, hasa baada ya masaa ya kazi, kwa sababu matukio mengi sana yanafanyika wakati wa jioni, kuanzia saa kumi na mbili na kuendelea. Na wakati mwingine kunakuwa kuna matukio makubwa kama Weekend Live ambalo ni tukio huwa linafanyika kwa siku mbili ambalo kiukweli wakati mwingine mnaweza mkaenda mpaka saa sita usiku mpaka saa saba wakati mwingine mpaka saa nane usiku. Kwa hiyo ni kituo cha sanaa na mambo ni mengi, masaa yanabadilika badilika kutegemeana na matukio mbalimbali. Ujuzi ambao mtu anatakiwa kuwa nao katika kufanya kazi kama ninayofanya ni ujuzi ambao umegawanyika katika maeneo mbalimbali, sio tu kwamba unaweza ukaenda ukasomea kitu kimoja ukaweza kufanya hii kazi. Hii kazi inahitaji uweze kuwa na elimu kuhusiana na masuala ya ualimu kwa sababu tunafanya mafunzo kwa kama tunafanya mafunzo, lazima uweze kuwa na ujuzi kuhusiana na ualimu. Lakini kuwa na elimu kuhusiana na ualimu tu haitoshi, inahitaji pia uweze kuwa na uwezo wa kiuongozi, hasa uwezo wa kusimamia miradi kwa sababu aa, katika mafunzo ambayo tunatoa, hatuishii tu kukaa katika elimu. Tunatoa mafunzo kwa wasanii, tunatoa mafunzo kwa watu ambao wanaenda kusimamia vitu mbalimbali tunatoa mafunzo kwa watu ambao wanafanya kazi za kutafsiri sana. Hiyo uh, elimu nyingine ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo nitasema kwamba ni uwezo wa kiuongozi kuweza kusimamia miradi, kuweza kuona, kutambua kwamba ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyika katika uh, miradi ambao uh, katika namna hiyo kama mtu atakuwa na hii elimu inaweza ikamfanya yeye akawa na uwezo mzuri sana wa kuweza kuwaongoza watu ambao wanaongoza katika kutengeneza mawazo yenye tija katika kutengeneza miradi mbalimbali ambayo inaweza ikaleta faida katika jamii. Kitaaluma, mimi nilisomea walimu ambao ndio umenisaidia kuweza, uh, kufanya kazi katika hii kazi ambayo ninaifanya, kwa sababu ni kama chuo ambacho kinahusika moja kwa moja na masuala ya kufundisha. Lakini uh, taaluma hii tu haikutosha mimi kuweza kufanya hii kazi, kwa sababu mimi Uh, upande wa elimu ambao nimesomea ni mesomea, upande wa elimu, lakini katika sayansi sikuwa na ujuzi mkubwa kwenye maeneo ya sanaa, lakini kitu ambacho kilinisaidia zaidi hasa katika kujiunga hapa ni uh, ule uwezo wa kuipenda sanaa na background huko nyuma ya kuweza kufanya masuala ya sanaa, lakini pia uh, katika kipindi cha nyuma nilikuwa najifunza sana masuala ya usimamizi wa miradi. Nimewahi kufanya kazi katika maeneo mbalimbali kwa kujitolea, kwa hiyo iliweza kunijenga mimi Uh, kuweza kufanya kazi ambayo sikuweza kuisomea moja kwa moja naweza nikasema, na inahusisha taaluma yangu ambayo nimesomea, lakini inahitaji vitu vingine vya ziada ili niweze kuifanya vizuri. Kwa hivyo vitu vingine ambavyo nimeweza kuvifanya katika uh, mazingira, tangu nikiwa sekondari nilikuwa najitolea katika mashirika mbalimbali uh, katika masuala ya kiuongozi. Hiyo ndiyo ambayo iliweza kunisaidia zaidi mimi kuweza uh, kupata hii kazi na kuweza kuifanya kiurahisi, lakini pia uh, kuipenda sanaa ni kitu ambacho kimenifanya nizidi kuwa bora zaidi, maanake kuna vitu ambavyo nimeweza kujifunza nikiwa ndani ya kazi. Kazi ili mtu aweze kuifanya uh, inahitaji vyeti lakini pia inaweza ikafanyika kwa uzoefu. Kwa upande wa vyeti, haina maana kwamba kuna kozi moja ambayo mtu akisomea basi anaweza akafanya kazi hii, ila kuna kozi ambazo zinaweza zikamsaidia mtu akafanya kazi hii. Kwa mfano kama Uh, hizi kozi za usimamizi wa miradi, kozi za elimu au masuala ya sanaa inaweza ikamsaidia moja kwa moja mtu akaweza kufanya hii kazi, lakini kuwa na hiyo elimu tu uh, haitoshi. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba mtu akishakuwa na hiyo elimu, pia anatakiwa aweze kujiongeza, aweze kujifunza katika njia mbalimbali mbali, ili kuweza kuongeza ujuzi aweze kwenda um, moja kwa moja katika mfumo wa kisanaa ambao utamsaidia yeye aweze kufanya kazi katika mazingira ambayo mimi ninafanya. Uh, kuna changamoto kadhaa ambazo nakutana nazo katika kazi hii A, lakini changamoto mojawapo ni kwamba sanaa ni kitu ambacho naweza kusema, ndo kitu ambacho kinakuwa kwa sasa haikuwa inachukuliwa kama ni taaluma ambayo imekamilika. Kwa hiyo watu wengi ambao wanajiunga hapa wakati mwingine ni watu ambao hawaungwi mkono na watu wao wa karibu, hawaungi mkono pengine na wazazi wao. Kwa hiyo najitahidi kuwajenga na kuwatengeneza kuwa wao waweze kuwa uh, ni chachu ya mabadiliko katika maeneo ambayo wanatoka. Lakini kitu kingine ni katika upande wa utendaji kazi, uh, kwa mfano namna ambavyo tunashughulika na, na wasanii katika masuala ya malipo kwa wakati mwingine, ni mifumo fulani ambayo haijazoeleka, kwa mfano kulipa kwa njia ya benki huenda wasanii wengi walikuwa wamezoea mifumo labda ya kulipwa uh, papo kwa papo. Mtu akipewa akifanya kazi anatakiwa kulipwa hapo kwa hapo. Kwa hiyo wakati mwingine uh, katika mfumo wa kitaasisi wanatakiwa kulipwa kwa njia ya benki, ambapo uh, kuchelewa kwa malipo inaweza isiwe rahisi sana kwa wasanii kuweza kukubali hayo uh, malipo kuweza kuchelewa. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo nakutana nayo katika kazi hii. Uh, faida ninazozipata kupitia kazi hii kwanza ni kitu ambacho ninakipenda, yaani uh, ni kitu ambacho nikiamka uh, nikilala, nikifanya mabadiliko fulani kwenye maisha, najisikia kwamba kuna kitu ambacho nimefanya, kwa sababu nakuwa sehemu ya mabadiliko ya watu. Ninaona kabisa mtu alikuja yupo hivi, na baada ya muda unaanza kuona maendeleo yake, mtu anajitambua, anajua kipaji chake anajua safari yake ya maisha, aweze kwenda katika mfumo fulani. Kwa hiyo ninapenda sana kuwa sehemu ambayo uh, kuna ubunifu pia, watu wanaweza kufanya vitu ambavyo wanavipenda, watu wanaweza kuleta mawazo tofauti tofauti katika jamii, watu wanaweza wakaleta changamoto kwenye jamii, kuonesha utofauti katika uh, mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii, na mimi kuwa sehemu ya hiyo jamii, kuwa sehemu ya hiyo mabadiliko ni kitu ambacho kinanipa furaha sana. Uh, katika mazingira yangu ya kazi ambayo ninafanya kuna nafasi kubwa ya kuweza kujiendeleza, kwa sababu uh, jina lenyewe Nafasi tu linatoa nafasi, linatoa fursa kwa hasa vijana na watu wengi ambao wameajiriwa hapa. Katika mazingira ya kazi uh, ni watu ambao walianza kama intern, wa wengine baada ya kuhitimu chuo kikuu, wengine walihitimu katika vyuo vya kati, wengine wametoka katika uh, sekondari, kwa sababu tu wanapenda kufanya uh, sanaa walijiunga hapa Nafasi na baada ya muda wanakuwa wanapanda taratibu mpaka wanapewa mikataba na wanaendelea kutimiza majukumu yao. Lakini pia kwa upande wa a, watu ambao tunafanya kazi hapa Nafasi a, nafasi huwa inatoa a, nafasi kwa maana ya kwamba kama mtu anataka aweze kwenda kujifunza a, kozi za muda mfupi kuhusiana na masuala ya sanaa, kuhusiana na masuala ya uongozi au kile kitu ambacho anakifanya yeye binafsi katika kitengo chake cha ajira hapa Nafasi, basi anakuwa ana uwezo wa kwenda kujifunza na nafasi wanakuwa uh, uh, wanatoa fedha kwa ajili ya tuseme, wanatoa wanafanya wanafanya udhamini kwa ajili ya wao kwenda kujifunza. Ndiyo, kuna vyanzo vingine vya kipato ambavyo, uh, mtu anaweza akavipata kupitia kazi ambayo ninafanya. Mmoja, uh, anaweza akawa ni mtu ambaye anasimamia wasanii tofauti na wasanii pengine ambao wanafanya masomo hapa katika kituo cha sanaa kuna wale wasanii ambao wao wenyewe wanaweza wakawa na miradi yao binafsi, wanatamani kufanya matukio yao, naweza nikawasimamia nika, nika, nika. Lakini pia naweza nikafanya tunasema talent coaching, kwa maana ya kwamba mtu yoyote ambaye anaweza akataka kujifunza zaidi, kujua kuhusiana na kipaji chake, hata kama yupo nje ya mfumo wa masomo haya ambao yanafundishwa watu ambao wako maeneo mbalimbali mbali, pia wanaweza wakapata hiyo fursa ya kuweza ungana nao na ikaleta mapato lakini pia a, kwa upande mwingine kuwepo katika mazingira haya kuna kufanya uweze kujua vitu vingi sana, hasa katika masuala ya ubunifu. Kuna masuala ya graphics design ambayo ukishakuwa katika mazingira haya ni kitu ambacho utakijua kwa asilimia kubwa, na sasa hivi graphics design ni kitu ambacho kinafanyika sana, uhitaji ni mkubwa. Mtu anaweza aka akakifanya mazingira yangu ya kazi ni mazingira ya ofisini zaidi. Na mwingi inakuwa ofisini pamoja na darasani. Aa, kazi ambayo ninafanya aa, inashirikiana na watu wengi sana. Kuna idara mbalimbali ambazo ziko hapa Nafasi. Kuna idara ya masoko aa, kuna idara ya sanaa za uoni, kuna idara ya sanaa za maonyesho. Aa, zote hizo tunashirikiana pamoja katika kulitimiza ili kusudi. Kuna idara ya fedha, kwa hiyo tunashirikiana, tunashirikiana. Siwezi kufanya kazi peke yangu ili academy iweze kwenda. Kuna watu wengi sana ambao tunafanya kazi kwa pamoja. aa, kwa kazi ambayo ninafanya ni kazi ambayo inaweza ikanisaidia kufanya aa, maendeleo binafsi, lakini pia hata familia sababu nina familia, kwa hiyo inaweza ikanisaidia katika mahitaji ya msingi ya kila siku. <laughs> Okay, kama ningepewa nafasi ya kuchagua kama niweze kuendelea kufanya kazi hii au kuchagua kazi nyingine binafsi, ningechagua kazi nyingine. Aa, kwa nini ningechagua kazi nyingine? kwa sababu Uh, kazi hii ambayo ninafanya tayari nimeshaifanya kwa muda mrefu kidogo, kwangu mimi ni mwaka wa tatu, kwa ninatamani kuweza kukua zaidi, na kuna watu ambao tayari wameshapita na kujifunza kitu ambacho ninafanya kwa, ningetamani sana wao pia waweze kuchukua nafasi hii ambayo niko nayo, na mimi niweze kukua zaidi, niweze kuchukua majukumu uh, makubwa zaidi ambayo yanaweza yakafanya nikaisaidia zaidi jamii nikawatengeneza vijana wengine na kuweza kujitambua katika vipaji vyao, na wakawa chachu ya mabadiliko katika familia zao, lakini pia katika jamii kwa ujumla. Mfano wa kazi ambayo ningechagua, natamani sana a, kuwa na sehemu ambayo ipo kama nafasi, yaani e, nafasi izae nafasi nyingine na nyingine na nyingine, kwa kama ningekuwa na nafasi ya kuchagua na nikawa na uwezo hasa katika eneo la fedha tamani kwamba hiki kitu ambacho kinafanyika katika mazingira yangu ya kazi kiweze kufanyika katika maeneo mengine aa, ni kiu yangu na ni kitu ambacho ninatamani sana kwamba niweze aa, kuwa mbeba maono. Kama kuna watu ambavyo waliweza kuanzisha nafasi, na mimi pia niweze kuanzisha kitu kingine ambacho kitawafanya vijana waweze kufika, vijana waweze kuwa aa, ni watu ambao wanatumia mawazo yao vizuri na kuweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ushauri wangu kwa kijana ambaye anatamani kufanya kazi kama ambayo ninafanya, aanze kujijenga mapema, ajue ni kitu gani ambacho anatamani kukifanya. Kwa kama anapenda sanaa, aanze kwenda kwenye taasisi ambazo zinajihusisha na sanaa, aanze kujifunza taratibu. Kama ni mwanafunzi pengine wa sekondari, wakati wa likizo, anaweza akatembelea vituo vya sanaa. Kama ni mwanachuo, wakati wa likizo, anaweza akaomba internship, au kama ni mtu ambaye ameshahitimu chuo anaweza akaenda katika hii vituo vya sanaa na sasa hivi vinakuwa viko vingi, aweze kutembelea hayo maeneo ili aweze kuona ni kwa namna gani wanafanya kazi. Lakini pia aa, kama amesomea kitu kingine aa, tofauti na vitu ambavyo vinafanyika katika mazingira haya aweze kujifunza aa, kujua ni kwa namna gani anatakiwa ajifunze pengine masuala ya elimu, hata kama anaenda kujifunza pengine penginechokiku masuala ya elimu aweze kuwa na elimu ya msingi kabisa kuhusiana na masuala ya kufundisha, lakini pia aweze kuwa na elimu ya sanaa angalau hata kama hajasomea, lakini kwa kutembelea vituo kama nilivyosema, anaweza kajifunza uh, vitu kwa vitendo. Lakini kitu kingine cha msingi zaidi ambacho anatakiwa kuwa nacho ni katika uh, elimu ya usimamizi wa vitu, usimamizi wa miradi, au kwa lugha nyepesi nasema elimu ya uongozi, sababu ni mtu ambaye utashughulika na watu wengi sana, utashughulika na watu ambao wana mawazo tofauti wanatamani kufanya vitu tofauti, lazima uweze kujua namna ya kujiongoza wewe mwenyewe, lakini pia uweze uh, kujua namna ya kuweza kuwaongoza watu wengine ili waweze kufikia maono yao ambayo wametamani kuyafikia katika maisha. Nina wito kwa jamii, hususani wazazi na watu ambao wanahusika katika malezi ya watoto pamoja na vijana, kama una mtu katika mazingira yako ambayo unaona kabisa kwamba ana kipaji fulani na kinaweza kikamsaidia, niombe tu kwamba asizuiwe. Sanaa sio kitu kibaya, ila changamoto kubwa inaweza ikawa kwa watu ambao pengine wamekuwa kwenye sanaa na mambo ambayo wanayafanya, lakini kwa wakati huu ni wakati ambao sanaa ni kitu ambacho uh, kinaweza kikamsaidia mtu katika maisha yake yote. Na ukiangalia katika mazingira yetu ya sasa, kuna changamoto ya ajira, kwa kipaji kinaweza kikamsaidia mtoto, kipaji kinaweza kikamsaidia kijana na usiwe na ule mtazamo jumuishi kwamba wasanii ni wahuni au wasanii wanafanya vitu fulani vibaya. Hapana, tatizo halipo kwenye sanaa, tatizo lipo kwa watu wenyewe. Kwa kama ana kipaji, mfundishe namna gani bora, mpeleke katika mazingira ambayo unaona kwamba watamsaidia yeye kuweza kuwa katika maadili mema, lakini pia akafanya kile kipaji ambacho kinaweza kikaja kikamsaidia yeye mwenyewe, kikasaidia jamii pia kwa ujumla.